Nuh Mziwanda kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweza kushare ebana, nia yake kwamba ipo pale pale kuhusiana na kufanya kazi pamoja na Damo Platnum. Nuh Mziwanda katika siku za nyuma kidogo hapo aliweza ku ufichua umma kwamba alishawahi kumtumia meseji za kutosha kabisa, Damo Platinum kupitia ukurasa wake wa Instagram pale DM. Lakini kwa, kwa ajabu ni kwamba Damo Platinum hakuweza kureply e bana ujumbe hata mmoja. Aliweza kushare ujumbe ambao mara kwanza kabisa ilikuwa ni kama post, ambapo post hiyo hapo aliweza kuandika ujumbe kwamba Damo Platinum alivyojaza show yake ya London, kweli anaweza kunipa kolabo. Akaanza sasa e bana ku post, e, post tofauti the way ambavyo alikuwa anaonyesha jitihada za ku Tumia ujumbe akiwa anataka kolabo pamoja na msanii huyu kutoka Tanzania. Sasa, sasa hivi ameweza kuposti ujumbe ambao umekuwa ukisomeka hivi. Kama Mondi akikubali kolabo kolabo e, eh, sitaki shobo, mniache na kolabo yangu maana nasemwa sana naonekana chizi. Watu hawataki ukweli, wanataka kufake. Sasa kwa upande wa Nuh Mziwanda ndo ujumbe ambao ameweza kuandika kupitia kurasa wake wa Instagram akiwa kwamba anaonekana, kwamba anaonekana ameendelea kutia nia akitaka kolabo pamoja na Diamond Platinum. Na kama inavyofahamika Damo Platinum, ametoka kuyafanya makubwa kabisa katika, eh, nchi za huko Uingereza, amefanya vizuri kabisa kwa upande wa London, amefanya vizuri Scotland lakini pia amefanya vizuri Manchester katika moja kati so, eh, ya ukumbi ambazo zimeonekana zikijaza watu tofauti tofauti akiwa pamoja na mastaa kutoka hapa hapa nchini Tanzania. So kwa upande wa Nuh Mziwanda kipindi ambacho Damo Platinum yuko zake huko London, eh, aliweza kupost ujumbe akiwa anataka kwamba kolabo yake pamoja na Damo Platinum na ameweza kudhihirisha hii pili eh bana kwa umma akiwaanatangaza kwamba Diamond Platinum ni kama vile ameweka ukimya mrefu, baada ya yeye kuendelea kumtumia ujumbe akiwa anatamani kukutana pamoja na yeye na alishaye kuthibitisha kwamba eh, Estokizi ni mdogo wake. Ni tofauti kabisa na Diamond Platinum, wao kihistoria ni kwamba hawajawahi kufanya wimbo pamoja, lakini hapo before alishaye kufanya wimbo pamoja na Alikiba. Sasa hivi ni kwamba Nuh Mziwanda anatamani kufanya kolabo pamoja na Diamond Platinum, lakini harakati hizi zinaonekana eh, Kugonga mwamba baada ya ukimya mrefu wa Diamond Platnum kuonekana kama e bana SMS zake, lakini pia e bana posti zake ambazo Nuh Mziwanda amekuwa akiziposti kunako mtandao wake wa Instagram kama vile azioni. Sasa tupe mtazamo wako kwa, kwa mda wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now e bana, uko na mtazamo gani kuhusiana na hii situation ya Nuh Mziwanda kuonekana kwamba anaendelea kupost jumbe akiwa anataka kolabo na Diamond Platnum hadharani kupitia posti zake za Instagram? Drop comment yako kwenye section ya comment hapo, subscribe kwa taarifa kadha kadha, chao chao.